Mstaafu wa awamu ya tatu mzee Benjamin William Mkapa alizaliwa Novemba 12 mwaka 1938, katika wilaya Masasi mkoani Mtwara. Alisoma shule ya msingi Lupaso kati ya mwaka 1945 hadi mwaka 1951. aliendelea na elimu katika seminari ya wabenediktini iliyopo Kigonsera mkoani Ruvuma kati ya mwaka 1952 hadi mwaka 1953 kabla ya kujiunga na shule ya sekondari ya Ndanda. Baada ya hatua hiyo, mzee Mkapa alipata elimu ya kidato cha tano na sita katika shule ya sekondari ya Mtakatifu Francis ambayo sasa inafahamika kwa jina la Pugu Sekondari, kuanzia mwaka 1959 hadi mwaka 1962. Alijiunga na chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda na kutunukiwa shahada ya kwanza ya lugha ya Kiingereza. Hali kadhalika, rais mstaafu Benjamini Mkapa amesoma katika chuo kikuu cha Columbia kozi ya uhusiano wa kimataifa. Enzi za uhai wake, rais huyo mstaafu wa awamu ya tatu Benjamini Mkapa amefanya kazi katika taasisi mbalimbali za umma ambapo pia aliwahi kuwa mhariri mkuu wa magazeti ya serikali, kabla ya kuwa mwandishi wa habari wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Mnamo mwaka 1976, mzee Mkapa aliasisi lililokuwa shirika la habari la taifa Shihata, ambapo yeye ndiye alikuwa mtendaji mkuu. Aliteuliwa kuwa balozi wa Nigeria mnamo mwezi Oktoba mwaka 1976 na baadaye kuitwa kuwa waziri wa mambo ya nje mwezi Februari mwaka 1977. Mwaka 1980 Mzee Mkapa aliteuliwa kuwa waziri wa habari na utamaduni na mwaka 1982 akawa balozi wa Tanzania nchini Canada. Pia alikuwa balozi wa Tanzania nchini Marekani mwaka 1983 na baadaye mwaka 1984 alirejea nchini na kuteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje. Aliendelea kuwa waziri wa mambo ya nje kabla ya kuwa waziri wa habari na utangazaji kati ya mwaka 1990 na 1992 na na waziri wa sayansi, teknolojia na elimu ya juu mwaka 1992 hadi 1995. Novemba 1995 Mzee Benjamin Mkapa alichaguliwa kuwa rais wa awamu ya tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na alihudumu kwa mihula miwili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 ambayo mzee Mkapa aliyafanya enzi za uongozi wake, ambayo ni pamoja na usuluhishi wa migogoro katika nchi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mgogoro wa Kenya na mgogoro wa Burundi. Kila tunapokuja, moja ya mambo tunapima ni kama kweli kuwapo kwetu kunasaidia process hii ya reconciliation ya uchaguzi na kadhalika, maana tusiingilie mambo ya ndani hata kidogo lakini nataka kuwahakikisheni kwamba kila kundi la watu tunalokutana nalo, wote wamesisitiza kila tunapokuja kwamba tusisitishe mawasiliano yetu, tusisitishe kufika kwetu hapa, na mara nyingine wametaka ushauri. Mzee Mkapa ndiye alianzisha sera ya ubinafsishaji na aliamini kwamba uchumi wa Tanzania unaweza kujengwa vizuri kwa kushirikisha serikali na taasisi binafsi, jambo ambalo aliamini litachangia taifa kuaminika zaidi. Mzee Mkapa pia anakumbukwa kwa kuanzisha mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF, mamlaka ya mapato nchini TRA, taasisi ya Benjamin Mkapa, utekelezaji wa sera za uwekezaji, uboreshaji wa miundombinu ambao ni pamoja na ujenzi wa barabara nyingi kwa kiwango cha lami na daraja la Mkapa lililorahisisha usafiri kati ya mikoa ya kusini na maeneo mengine ya nchi. Enzi za uongozi wake, rais wa awamu ya tatu Mzee Mkapa aliongoza Watanzania katika matukio makubwa kadha wa kadha, na miongoni mwa hayo ni msiba wa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, na ndiye aliyetangaza kifo chake kilichotokea Oktoba 14 mwaka 1999 na baadaye kuhutubia katika mazishi yake. Amefanya mengi mno kwa taifa hili kwa, kwa nchi jirani kwa bara la Afrika na dunia nzima. Matukio mengine ambayo aliongoza watanzania kwa ujasiri na uvumilivu mkubwa ni wakati wa ajali ya MV Bukoba mnamo mwezi Mei mwaka 1996 na, na maafa katika kipindi cha mvua za El Nino mwaka 1997 Mzee Mkapa pia aliwaongoza watanzania katika msiba wa makamu wake wa rais Dr Omari Ali Juma. Tukio jingine lililotokea wakati wa uhai wake ni mlipuko wa mabomu katika ubalozi wa Marekani hapa Tanzania mnamo mwaka 1998, na wakati huo aliongoza taifa kwa ujasiri na ustahimilivu mkubwa. Uwanja wa Taifa ambao ni kivutio cha aina yake pia ulijengwa enzi za uongozi wake na hapa na shaka ni juhudi zake ndizo zilifanikisha kujengwa kwa uwanja huo ambao una uwezo wa kubeba mashabiki takriban elfu sitini. Mpango wa kurasimisha rasilimali na biashara za wanyonge Tanzania, Mkurabita, na mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umasikini Tanzania, Mkukuta, wa mwaka 2005 ilianzishwa enzi za uongozi wa Rais huyu wa awamu ya tatu mzee Benjamin Mkapa. Mpango wa kunusuru kaya masikini kupitia mfuko wa TASAF ambao ulilenga kusaidia kaya masikini kwa kuangalia mahitaji ya wananchi ambao upo katika wilaya teule za Tanzania bara, pamoja na visiwa vya Pemba na Unguja, ulianza enzi za uongozi wa mzee Mkapa. Hayo ni baadhi tu ya aliyoyafanya mzee Mkapa enzi za uhai wake, ambapo miezi ya mwisho kabla ya kufikwa na mauti alizindua kitabu kiitwacho My Life My Purpose, kitabu kinachoelezea sehemu kubwa ya maisha yake ya uongozi wa taifa la Tanzania na harakati za ukombozi wa Afrika kwa ujumla. Hapa ni wakati akitoa hotuba ambayo inaelezea yale yaliyopo katika hazina hiyo aliyoiacha mzee Mkapa. Kama kiongozi, mara nyingi unajaribu kuangalia uwiano bora wa vipaumbele kulingana na taarifa unazokuwa umepewa kwa wakati ule ambazo si wananchi wengi wanakuwa nazo, lakini kama binadamu wakati mwingine tunafanya makosa. Hivyo basi, vitabu kama hivi vinasaidia kuelezea kwa nini ulifikia maamuzi uliofikia, ili viongozi wa sasa na wale watarajiwa waweze kujifunza navyo. Wengi mliopo hapa ni viongozi wa sasa au watarajiwa, hivyo ni imani yangu kuwa mtakapokuwa mnasoma kitabu changu haiyumkini utagundua changamoto ambazo zinafanana kabisa na changamoto ninazokumbana nazo kwenye kutekeleza kwe, kwe majukumu yenu. Ni matumaini yangu kwa kitabu hiki kitaamsha mijadala, hasa kuhusu mambo niliyozungumzia humu kama vile changamoto za uongozi, kujitegemea na kadhalika, lakini pia kuhusu baadhi ya matukio ambayo nimeyahadithia humu kitabuni. Naamini kabisa kuwa nikiangalia nyuma, baadhi ya maamuzi na hatua nilizochukua nikiwa kama kiongozi wakati ule, kutokana na taarifa nilizokuwa nazo wakati ule, vinaweza kuangaliwa tofauti kabisa kwa sasa, hasa ukizingatia kuwa mitazamo ya jamii na misimamo inaweza kubadili tafsiri ya maamuzi ya nyuma kutokana na taarifa zilizopatikana sasa. Benjamin William Mkapa Pumzika kwa amani mzee wetu, umepigana vita vizuri, mwendo umeumaliza. Watanzania wataendelea kuuenzi mchango wako uliotukuka katika ujenzi wa taifa hili.